kutokana na time tumeona tuanze kuifungisha. Baada ya hapo, tutaendelea na mengine pamoja na baadia na salatu at-tarawih. Ndoa hii ni ya uh, ndugu yetu anaitwa Salum Molel au Moleli, huyu ni maarufu katika nchi hii. Hapo nyuma hakuwa Mwislamu na alisilim, na nilibahatika mimi kumsilimisha na hatimaye leo ameona aowe tokiwa katika Ramadhani ya 26 kwa mke ya 27. Na sheria inamruhusu kuoa mtu ndani ya Ramadhani, sheria inaruhusu mtu kufunga ndoa mchana wa Ramadhani, usiku wa Ramadhani. Kilichokatazwa tu mchana wa Ramadhani, asimsogelee mke wake. We bwana maarufu kwa jina la Pierre Si ndio? Hapo simama Waislamu wakona hapo e? Pierre Liquid. Hapo simama Liquid. E. Hapo hu Salum ni mwenzetu ni Muislamu na amesilimu muda mrefu, na mimi ndiye niliyemsilimisha, na akaomba ikifika siku yake ya kuoa, mimi nifungishe hiyo ndoa Hatimaye leo Allah amepanga anaoa, bwana Salum Moleli maarufu kama Pierre Liquid. Namfahamu jamani, eh, yale mambo yote kayaacha, si ndio hivyo? Eh, hebu tupe waislamu kidogo maji, waislamu kumsikia kidogo, fasta tunatarawih jamani. Eh, bwana Salum wewe wasalimia Waislamu kwanza, Waislamu uliwaambia siku ile ofisini kwangu na leo wahakikishia kwamba wewe ni mtu mwingine ushabadilika, si ndio? Eh, kabisa. Mimi hmm. Hapo mi awali nilikuwepo ni Mkristo na sasa hivi nimekuwa Mwislamu hmm. kasi kwa hiyo mambo yale si nini amna tena. Nafunga kama kawaida. Allahu Akbar. Yeah. Takbir. Yeah. Aya, basi naomba tukae bwana tukupe jiko. Asante. Yeah. Imam, hebu pokea nani yake. Naomba wali asogee hapa. Hey. Salamka hapa. Ngokiana na bwana.

bin Abdillah yeah, okay. sallallahu alayhi wasallam yes. Mche Bwana Salum Moleli itikia naam. Sema naam. Naam. Naam, nina kuozesha, kuozesha. mdogo mm -hmm. wangu. wangu hawa, hawa. Omari. Omari ali, Ali, kwa ridha yake. yake na kwa idhni yangu na kwa idhni, yangu. Na kwa mahari, mahari. tuliyokubaliana sema naam nimekubali nime kumuoa Hawa, Hawa Omari, Omari Ali, Ali kwa ridha yangu, yangu na kwa mahari tuliyokubaliana. Mwite tena Bwana Salumu Moleli, sema naam. nimekuozesha Hawa Omari, Omari Ali, Ali kwa ridha yake kwa na kwa idhini yangu, na kwa idhini yangu kama alivyoamrisha Allah, kama Allah na mtume wake, na mtume wake na kwa mahari, mahari tuliyokubaliana. Sema naam nimekubali na nimemuoa hawa Omari ha Omari, Ali Ali, kwa ridhaa yangu, yangu na kwa mahari, mahari tuliyokubaliana

Sasa ruhsa waende kwa mkewe. Salam, Uislamu unasema Ramadhani usiku tu. Mchana usimsogelewe bibie.